Ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy, kwa sasa tutaendelea na somo la hisabati ambapo tutaangalia marudio ya mada mbalimbali ambazo tumeweza kuziona. Tutaangalia e, zoezi la kwanza, zoezi la marudio namba moja. E, sasa ndugu mpenzi mtazamaji, ninakuomba ulifanye ulifanya hili zoezi, ukishamaliza kulifanya utazame masahisho utazame masahisho e, yake ambayo ninaenda kuyaelezea huko mbele e, sasa, unaweza ukasimamisha video ukayafanya kwanza haya maswali. Ukimaliza kuyafanya fuatilia masahisho yake, ili kusudi pale ambapo utakuwa umechanganya uweze kuelewa vizuri. E, sasa tuangalie masahisho e, swali la kwanza ilikuwa e, nasema kwamba mia sita arobaini na tisa ujumlishe 1871. moja mia e, ili uweze kufanya hili swali unafanya namna hii, unaweza ukafanya pembeni e, ukafanya kwa njia ndefu au ukafanya hapo hapo. Sasa tufanye kwa njia ndefu, tufanye pembeni. E, ukichukua mia sita arobaini na tisa ukifanya kujumlisha na mia elfu moja mia nane sabini na moja kwa njia ndefu, unapanga namna hii. Unachukua mia sita arobaini na tisa unaweka kujumlisha hapa, alafu huku unaanza unaandika hivi, unaandika moja, saba, nane, moja, alafu unapiga mstari, una unajumlisha sasa. Hapo utachukua tisa kujumlisha moja ni ngapi? Tisa kujumlisha moja unapata kumi, unaenda na moja kichwani, unaiweka hapa, zinakuwa tano kujumlisha saba ni kumi na mbili. Unaenda na moja kichwani unakuja, unaweka hapa zinakuwa saba. Saba ujumlishe nane unapata kumi na tano. Unaandika tano unaenda na moja kichwani unaweka hapa zinakuwa mbili. E, kuchukua moja kujumlisha moja unapata mbili. Kwa hiyo jawabu ni hili. E, twende swali la pili ambalo nasema kwamba elfu nane na ishirini na saba utoe mia tisa themanini na tisa. Mm. I, i, ili pia unaweza ukalifanyia pembeni ukafanya kwa njia ndefu. Mm. Hapa unafanya hivi, unachukua saba saba kutoa tisa ni ngapi? Saba kutoa tisa unapata nane uh, unapata e, kwa sababu hapa saba kutoa tisa haiwezekani. Saba kutoa tisa haiwezekani, unakopa hapa zinakuwa kumi na nane kumi na saba Kumi na saba kutoe tisa anabakia nane. Mm, alafu hapa kwa kwa tulikuwa tumekopa hapo moja, imebakia ilibakia moja, kwa hiyo unachukua moja kutoa nane haiwezekani, kwa hiyo tunakopa hapa kwa sifuri. Sifuri hakuna chochote atuweza tukakopa badala yake, tunakuja hapa kwa nane, tunakopesha hapo moja. Tukikopa hapo moja, hapa zitabaki saba, alafu hapa tukiweka hapa zitakuwa kumi, e, alafu hapa kwa kumi tunakuja tunakopa pamoja inabakia tisa, alafu ile moja tunakuja tunaiweka hapa zinakuja zinakuwa kumi na moja, inaungana na ile moja ambayo ilikuwepo hapa inakuwa kumi na moja. Kumi na moja utoe nane inabaki tatu, alafu pia hapa sasa tisa utoe tisa anabaki sifuri, alafu hapa zimebaki saba e, tulikopa moja ikawa saba, saba kutoa sifuri yanabaki saba kwa hiyo hapa jawabu ni elfu saba na thelathini na nane. E, tunakuja swali jingine ambalo linahusiana na kuzidisha ambalo inasema kwamba mia moja tisini na nane huzidishe kwa thelathini na tano. Hili pia lenyewe unaweza ukafanya pembeni, unachukua unaweza kufanya kwa njia ndefu eh. Unachukua mia moja tisini na nane mara 35. E, sasa hapa itakuwa hivi, nane mara tano ni ngapi? Ni 0. E, yaani ni arobaini e, unaandika sifuri unaenda na nne e, tisa mara tano ni ngapi? Tisa mara tano ni 45 na ile nne ni arobaini na tisa, kwa hiyo unaandika 9 unaenda na nne kichwani. Moja mara tano ni tano na ile nne tisa. E, kwa hapa ni mia tisa tisini. Alafu ukimaliza kuzidisha kwa tano hapa, unakuja unazidisha kwa tatu hapa e, nane mara tatu ni ngapi? Nane mara tatu ni ishirini na nne. ishirini na nne, unaandika nne kwa kuwa hii ni namba ya pili. Kumbuka hapa inatakiwa uiandike hapa kwenye namba ya pili, kwa hapa

mbili tuliende nayo kichwani, zitakuja ziwe tano. Kwa hiyo hapa ni tano. Kwa hiyo ukimaliza hapo unajumlisha, unachukua sifuri kujumlisha sifuri ni ngapi? Ni sifuri. Tisa kujumlisha nne ni ngapi? Tisa kujumlisha nne ni kumi na tatu, unaenda na moja kichwani, unaiweka hapa zinakuwa kumi. Kumi kujumlisha tisa inakuja inakuwa kumi na tisa, unaandika tisa moja, hapa, kuwa. Kiweka hapa moja moja kichwani hapa zinakuwa kujumlisha tano elfu sita. Eh, tisa swali swali, swali, e, swali saba elfu mbili na mia saba e, swali sita na namna hii unaweza ukalipanga pembeni unaweza ukaipanga pembeni hapa, ukalifanyia pembeni ukafanya kwa njia ndefu, ukaandika kwamba elfu mbili mia saba ishirini na sita ugawanye kwa 47. Hapo kugawanya itakuwa hivi. Unachukua mbili ugawanye kwa 47 ni ngapi? Ni mara 0. 0 mara arobaini na saba, sifuri mara arobaini na saba ni mara sifuri, ukitoa na bakia mbili, e, alafu unateremsha saba ishirini na saba ugawanye kwa arobaini na saba ni mara sifuri. Sifuri mara arobaini na saba inakuja sifuri, ukitoa hapa inabakia ishirini na saba. Alafu natimisha mbili, mia mbili sabini na mbili ugawanye kwa arobaini na saba ni mara ngapi? ni mara E, tano hapa itakuja mara tano. Tano mara arobaini na saba itakuja e, itakuja mia mbili thelathini na tano ukitoa hapo itabaki ngapi? Kumi na mbili, utoe kumi na mbili, utoe tano baki saba, alafu hapa zimebaki ngapi? Zimebaki sita. Sita kutoa tatu baki tatu, kwa hiyo unabaki thelathini na saba. Hapo unateremsha sita, ukiteremsha sita hapo unapata 376 376 gawanya kwa 47 itakuja mara nane. Nani mara saba itakuja hamsini na sita. Nani mara nne itakuja 32 na ile tano thelathini na saba. Kwa hiyo ukitoa hapo zinakwisha. Kwa hiyo jawabu hapa ni hamsini na nane ama sifuri ina katwa. Jawabu hapa itakuja iwe hamsini na nane. Kwa hiyo elfu mbili mia saba ishirini na sita gawanya kwa arobaini na saba unapata hamsini na nane. Swali so, jingine ni hili hapa ni swali ambalo linahusiana na, na sehemu ambapo itakuja iwe saba na nusu ujumlishe tatu na mbili ya tatu. E, hapa namna kuweza kufanya hili swali, unaweza kujumlisha, unajumlisha kwanza hivi vitu vizima alafu baadaye unajumlisha hizi sehemu peke yake. Tujumlisha hivi vitu vizima peke yake kwanza. Saba kujumlisha tatu unapata kumi. Eh, alafu ndo unakuja unachukua hizi sehemu unazijumlisha peke yake. Eh, unachukua moja ya mbili ujumlishe mbili ya tatu, ili kuweza kujumlisha hapo unatafuta KDS kwanza KDS ya E na hii unaweza kuzidisha moja kwa mbili mara tatu ni ngapi ni sita sita ugenye kwa mbili ni ngapi sita ukiganya kwa mbili unapata tatu tatu mara moja ni tatu ujumlishe sita ugenye kwa tatu ni mara mbili mbili mara mbili unapata nne tatu kujumlisha nne ni ngapi tatu kujumlisha nne inakuja tatu kujumlisha nne inakuja saba eh, saba ya sita ya, unajiuliza, hii saba inazidi sita? Ndio, ni kubwa kuliko sita. Kwa hiyo kama ni kubwa kuliko sita unachukua saa, ya, namba ya juu unagawanya ya chini. Hmm, kama namba ya juu inazidi ya chini unagawanya. Kwa hiyo hapa tutachukua saba tugawanye kwa sita. Saba gawanye kwa sita ni mara moja, moja mara sita ni sita, ukitoa anabaki moja kwa hiyo ni, ni kitu kizima kimoja na kubakia moja juu ya sita e, kwa hiyo hili ndio jibu. Sasa hili jibu tunalijumlishia na hiki kitu kizima ambacho tulikuwa jibu tumeshakipata huku juu. Hiki tunajumlishia na kumi, kwa hiyo unachukua kumi unajumlishia na hii moja na moja ya sita. Ukichukua kumi ukajumlisha na hiki kitu kizima kimoja, unapata kumi na moja alafu vile vile ukijumlishia na moja ya sita unapata kumi na moja na moja ya sita. Kwa hiyo jawabu ni hili hapa e, hili ndio jibu e. Swali jingine lasema kwamba e, nane na moja ya nne kugawanya kwa mbili na tano ya nane e, swali la namna hii unabadilisha kwanza, unachukua hii mara hii, hii mara hii unapata ngapi? Unapata ishirini na nne Yani, hapo hapo utapata ishirini na moja, ishirini na moja juu ya nane, yani, ukimaliza hapo unaandika hivi tatu ya nne. Kwenye kugawanya watu unaibadilisha inakuwa kuzidisha, ukibadilisha kugawanya kuwa kuzidisha maana yake ni hii namba ya pili hii inatakiwa ibadilishe, uigeruze ufanye kinyume, yaani nane irudi juu, alafu 21 iteremke chini. Kwa hiyo nane itarudi juu, 21 itateremka chini. Kwa hiyo ukimaliza hapo, unazidisha, unarahisisha, unarahisisha kama zinaweza kurahisishwa. Kwa hiyo hapo unaweza kurahisishwa kwa hii nne. Kwa nne hapa ni moja, kwa nne hapa ni mbili, hapa kwa 33, 33 ukiganya kwa kwa tatu hapa Unapata tatu. Na hapa ishirini na moja, kumi na moja kwa kumi na moja kwa thelathini na tatu, ukiona kwa tatu unapata kumi na moja, ila hapa kwa ishirini na moja, ukiona kwa tatu unapata saba. Mm. Kwa hiyo hapo kimaliza, unachukua kumi na moja mara mbili unapata ngapi? Kumi na moja mara mbili ni 22, moja mara saba ni saba, kwa hiyo ni 22 juu ya saba, 22 juu ya saba e, namba ya juu inazidi ya chini, kwa hiyo kama namba ya juu inazidi ya chini unachukua namba ya juu naganya kwa ya chini, ambapo utakuja upate ishirini na mbili uganya kwa saba ni mara, e, ni mara tatu na kubaki moja juu ya saba e, e. Swali jingine ni hili hapa, ni nne na moja ya mbili mara tano na moja ya tatu e, hii hapa ni tunaibadilisha kwanza. Na yenyewe hii, unachukua nne mara mbili au mbili mara nne, ujumlishe moja. Mbili mara nne ni nane, ujumlishe moja ni tisa. Kwa hiyo ni tisa ya mbili. Kwa hiyo kuzidisha kwa tatu mara tano ni ngapi? Kumi na tano, ujumlishe moja, itakuja kumi na sita ya tatu. E, ukimaliza hapo, unarahisisha kwa mbili, hapa ni moja kwa mbili, hapa ni nane hapa kwa tatu hapa ni moja kwa tatu hapa ni, ni tatu tatu mara nane unapata ishirini na nne kwa hiyo jawabu hapa ni ishirini na nne. Sasa ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy, e, ninakuomba ufanye maswali haya pia ili uangalie kama umeweza kuelewa. E, ukimaliza kufanya naomba usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu hii ya Francademy. Asante sana kwa kutazama.